Sueba, nawaambia ndavyangu njini, ndabangaiza kwa hiyo msije tafuta safari. Mukenda nawaambia watu wa haha, midomo asii sikukuu hii. Mara mtu aingia ndani, mwasikia hivyo ehe. Mukae hapo na mukiuka mlyango mukomee, mimi nauka Sikukuu ndio hapo. Sasa ndipo ndipo ambia kwa mtulie uzuri, nguo za, za sikukuu mutajazipata, mukiuka hamupati, lakini ikiwa mtatulia leo mwajapata nguo za sikukuu. Haya <totipa> Ile sio na wasiwasi , ndugu yangu. Kwa kwa wewe mwenzangu mimi. Sawa, asante bwana. Sio na wasiwasi, kuwawe mwenzango. Karibu ili gauni laki moja na elfu ishirini kwa wewe, ofa ya. Oh, sasa. Dila la ukweli. Na naona mazuri. rufaki na Mama Salma. Hey. Ah, Salmaa ama io niyo. Hii mama. Eh eh. Hii mama shilingi 445

Sasa hiyo mikoba hiyo, maana vi kama kile kikoba kile cheusi kile nakipenda na kweni kweli kile, huu hapa mweusi huu. Hey, shilingi elfu sabini mpaka sitini hivi. hapa hizi nipe shilingi elfu arobaini. uh -huh. uh -huh. Hey, hey. huyu mkoba na hii hmm. Sije nichukue ikutungulia mama.

Jamani, samahanini. Nyinyi mmenunua hivi vitu, mmenilipa pesa keshi. Huyu mama e, kamera yangu ya dukani haisemi uongo. Nimemwona kuna vitu kavitia ndani ya mkoba, tunaomba utoe. Si kweli si kweli. Mungu, Mungu. Mama yangu, samahani sana, naomba u mkoba niuone, hivi vitu sini vione kama vyako oaaanimayomkoanauini vione kama vyako, kama utachukua mwenyewe. Hawa ndo wanauharibu Uislamu, wanavaa ili vazi la hijabu kufanya maovu yao. Ndo hawa wanafanya ugaidi, wanafanya ujambazi, wanafanya uharibifu, uaribifu. Ndo mama kama hawa, nyinyi wanawake wenzake, mimi mwanamume

mimi ndiloibiwa. Huyu <mimu> mama walikuja pamoja na wateja wangu wa sasa, hao hapa, wakaja ndani dukani kwangu chagua chagua nguo sasa, huo hao nimewauzia vizuri. Huyu mama hakujua kama kamera ndani inamuona, kati ya hizi nguo ndani ya mkoba wake anatoka

Bwana, kwa kwani ulikuwa unagawa sadaka? Mimi sijagawa sadaka. Mimi hivi <laughs> vitu natoka navyo Dubai, uh <laughs> nakuja kuuza. Nalipa leseni, nalipa za Arabi kwa sababu nifanyie biashara nitalatha ki. Na <inaudible> mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio wateja wana jamii ya wateja. Nimemwona mama kavaa vazi la nadhifu, vazi la ninja. Kwa mama mtu waheri sikumshurikia. Kumbe mama na iba kujua kama mundani mimi nina kamera. Sasa watu kama hawa wako wengi hapa Zanzibar. Sasa mama, mama, angalia sana wewe, Muislamu na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani umevaa vazi zuri kabisa la Kiislamu, leo unalivunjia heshima vazi la Kiislamu, unakuja kufanyia mambo maovu katika duka ha? Haifai mama yangu, na ndiyo maana linaonekana hili vazi la maharamia kweli. Tunafikia kuambiwa magaidi kwa vazi hili, tunafikia kuambiwa sisi majawezi kwa ajili ya vazi hili vazi ni la mtu kuja heshima hivamadai na hakika kwamba mnao liharibu vazi hili ni watu kama nyinyi, ambao mnavaa kupita madukani mkachukua chukua nguo za watu eh, mkafanya mambo ambayo hayana heri. Nyinyi ndio mnao livunjia heshima vazi hili la Kiislamu. Jitahidini sana jamani, huu ni mwezi wa Ramadhani. Haina haja ya kutendeshana hapa eh, watu kusijiana aibu. Naam. Kumtembeleza ni kumchukua kumpeleka kituo cha polisi. mimi mwenye duka huyu atasikia huyu. Kachafahamu huyu. Huyu. Mimi nimemsamehe, mimi nimemsamehe. Mimi wewe kama umesamehe bora tumchukue hata tumpeleke kituo cha polisi. hata kama umesamehe atazoea huyu. Mali Naam. Jamani nduguni. Mimi huyu mama nimemsamehe. Nitamuomba asirejee tena tabia kama hizi. hu kachafahamu hhajai mimi mama nimemsamehe asirejee tt khz